Mwisho wa safari ya kwanza tunaelekea safari ya pili. Tuna matukio mawili makubwa, tukio la tarehe nne na tukio la tarehe tano. Nataka nione unalipi la kusema sasa. Uh, uh, tarehe nne mm. itakuwa ni siku ambayo tutakuwa tunakutana, eh, na mtu mmoja mmoja kama tulivyo waruhusu watu kuanzia siku ya eh, Ijumaa waweze kufika mahali hapa na mimi mwenyewe mtumishi, um, wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane nitakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia kuanzia saa kumi za jioni siku ya tarehe nne mtu baada ya mwingine e, mpaka Jumamosi, yaani mpaka kukuche mpaka kukuche, mpaka kukuche, niakisha ya kwamba nimekutana na mtu mmoja baada ya mwingine watu wote. Kwa hiyo nikuambie wewe unayenisikia na unayenitazama popote pale ulipo basi endelea kufuatilia tisini na nne e, nukuta saba, utaendelea kufuatilia vile ambavyo e, vinaendelea kuja na jumapili itakuwa ni Jumapili ya kupokea vitu vya thamani lakini tuko na sadaka ya kipekee sadaka muhimu, ya kujenga madhabahu. Ni sadaka ya namna gani wiki ijayo? Oh, sadaka ya kujenga madhabahu ya Bwana maana mm, yake ni nini? Kwamba unajenga madhabahu kwenye familia yako mm. Unajua familia zina madhabahu mbalimbali. Wengine madhabahu zao zilizojengwa ilikuwa ni uchawi. Wengine madhabahu zao zilizojengwa ilikuwa ni mila. Wengine madhabahu zao zilizokuwa zimejengwa kwenye familia zao ilikuwa ni umaskini. Wengine madhabahu zao zilizokuwa zimejengwa ilikuwa ni ulevi wengine madhabahu zao zilizokuwa zimejengwa ilikuwa ni umaskini, lakini tunapokwenda kujenga madhabahu ya Bwana maana yake tulibomoa madhabahu na sasa tunajenga madhabahu ya Bwana, madhabahu ya mafanikio. Na ndio maana tunasema ni wiki la kupokea vitu vya thamani. Huwezi kupokea bila madhabahu. Kwa hiyo ndio maana tutakuwa na sadaka maalum, inaitwa sadaka ya kujenga madhabahu ya Bwana. Ndiyo, mtumishi watu Bwana. Wanajiandikisha mpaka sasa, mtumishi wa Mungu, ni mamia ya watu wa watu wamejiandikisha, wanapata mashaka. Mamia yote haya tutawahudumia vipi? uh, yasiyowezekana kwa wanadamu, hmm. kwa Mungu yanawezekana. hmm. na ili useme kwamba ili jambo ni la Mungu, hmm. lazima livuke mipaka ya binadamu. hmm. kama itakuwa hilo eh, jambo halijavuka mipaka ya wanadamu, basi hilo jambo hatusemi yasiyowezekana kwa wanadamu. hmm. kwa hiyo yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. hmm. kwa hiyo kila atakayejiandikisha, mm. lazima atahudumiwa. Okay. Ndio mtumishi wa Mungu. Asante sana mimi mtumishi, ni sikuchoshe sana, nikushukuru sana ukajiandae kwa siku tatu mfululizo kwa ajili ya tukio zito na haijawahi kutokea, itakuwa ni kwa mara ya kwanza mm -hmm. eh, Makambako na nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla eh, kukutana na watu mmoja baada ya mwingine kuanzia saa kumi mpaka mm. siku ya Jumapili, maana yake ni masaa ishirini na nne mm. tutakuwa tunavunja kazi za Ibilisi. Mm. na Biblia inasema kwa namna hii Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na sisi kama watumishi wake Bwana ametuita kwa ajili ya kazi moja tu, kuvunja ufalme wa shetani. Ndio. Asante sana mtumishi, nikushukuru sana na naona umejawa na furaha, inaonyesha kwamba watu ambao wamejiandikisha ni wengi. Watu waliojiandikisha inafika kipindi mpaka mkono unachoka <laughs> barikiwe sana. Naona watu bado wanahamu e, wanaendelea kuzunguka maeneo haya. Kabisa. Na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa e, kule Israeli Kapernaum, waliposikia yuko Kapernaum, watu walijaa, na ndivyo itakavyokuwa siku ya Jumamosi. Wahi kufika, wahi mapema, na mimi mwenyewe nitakuwepo kwa ajili ya kukuhudumia kuanzia siku ya tarehe nne saa kumi mpaka siku ya Jumapili. Amen, asante sana mtumishi wa Mungu, asante sana, na Mungu akubariki sana, asante sana, bye bye. Haya ndio mazungumzo ambayo nilikuwa nikiyafanya na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane. Zoezi kubwa ni kuhusiana tu na maandalizi ya ibada ambayo inafuata, ibada kubwa, ibada ya kipekee, ibada ya kitofauti, ibada ya kuijenga thamani kwenye maisha yako. Ninafahamu dada yangu Konzo, unaponisikiliza unatamani sana kuijenga thamani kwenye maisha yako na mambo mengine mbalimbali mbali, mimi nikuthibitishie tu thamani itajengwa kwa viwango, lakini wewe ambaye unatutazama, maelfu ya watu hawa ambao unawaona hapa ni watu ambao wamekuja, na hii ni nusu tu ibada kubwa, na hii kubwa kuliko itakuwa ni wiki ijayo. Kama hujajiandikisha, jiandikisha kwenye namba ambayo ni 0748 60 sifuri, sifuri, ishirini na moja hakikisha unajiandikisha, kwa ajili ya kuwa ni miongoni mwa watu mtakokutana na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Antoni Mkane kwa ajili ya kuijenga madhabahu ya Bwana.